Jeshi la wananchi nchini Uganda UPDF limethibitisha kuwa Padri Dosidedisi Sekabira wa Jimbo Katoliki la Masaka, ambaye kutoweka kwake mapema mwezi huu kulizua hofu na wito wa maombi kutoka kwa askofu wa jimbo hilo, yupo chini ya ulinzi wa vyombo vya usalama kwa tuma za kujihusisha na shughuli za kihalifu. Taarifa ya Jumapili, Disemba 14, yenye kichwa cha habari uchunguzi wa kihalifu unaendelea dhidi ya Padri Dosidedisi Sekabira, kaimu mkurugenzi wa mahusiano ya umma wa wizara ya ulinzi Kanari Chris Magezi alisema kuwa padri huyo alikamatwa kwa tuhuma zinazodaiwa kuhatarisha usalama wa taifa. Tunathibitisha kuwa Padri Deusdedit Sekabira wa jimbo la Masaka alikamatwa hivi karibuni na vyombo vya usalama kwa tuhuma za kujihusisha na shughuli za vurugu zenye nia ya kuhujumu dola, alisema Kanari Magezi. Kanari Magezi aliongeza kuwa padri huyo anazuiliwa kisheria wakati uchunguzi ukiendelea. Kwa sasa, Padri Deusdedit Sekabira yupo chini ya ulinzi halali wa kisheria ili kusaidia uchunguzi zaidi kuhusu suala hili, alieleza kanali Magezi. Kwa mujibu wa kanali Magezi, shauri hilo litafuata taratibu za kisheria za atafikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka kulingana na sheria, alisema katika taarifa yake ya kurasa moja. Hata hivyo, taarifa hiyo ya maafisa wa ulinzi haikutoa maelezo ya kina kuhusu tuhuma zinazomkabili padri huyo wala muda wa uchunguzi unaoendelea. Uthibitisho huo unafuatia siku kadhaa za sinto fahamu baada ya askofu wa jimbo Katoliki la Masaka, Askofu Severusi Jumba kutangaza kuwa Padri Sekabila ambaye ni makamu paroko wa parokia ya Bumangi na mkurugenzi wa shule ya msingi ya Uplift alichukuliwa tarehe tatu Disemba majira ya saa saba mchana kutoka ofisini kwake Katwe, jiji la Masaka. Kufuatia kutoweka kwake, Askofu Jumba aliagiza kufanyika kwa maombi maalum, ikiwemo sala ya novena ya siku tatu mfululizo, akiwahimiza waamini wa jimbo hilo kumwombea padri Sekabira, kanisa na taifa la Uganda. Askofu huyo alisema kuwa jitihada za kumtafuta hazikufanikiwa, na akaeleza kuwa tukio hilo kuwa ni jeraha kubwa kwa jimbo la Masaka, kanisa Katoliki kwa ujumla, pamoja na familia ya padri huyo. Aidha, alieleza kuwa padri Sekabira alitekwa nyara na watu waliovalia sare za jeshi la Uganda na walitumia gari la jeshi. Katika taarifa yake ya Disemba 13, Askofu Jumba alisema juhudi zote za kumpata hadi sasa hazijazaa matunda. Aliongeza kuwa tukio hilo ni jeraha kubwa lililoipata jimbo la Masaka kanisa Katoliki lote na familia ya Sekabila. Alibainisha kuwa jimbo la Masaka kwa kushirikiana na mawakili wake linaendelea kutumia njia zote za kisheria kuhakikisha padri huyo anarejea salama jimbo la Masaka. pamoja na mawakili wetu tunaendelea kufanya kila lilo ndani ya uwezo wetu ili kumpata padri wetu akiwa salama, alisema askofu Jumba. Askofu Jumba ongoza jimbo la Masaka tangu kuwekwa wakfu kwake mwaka 2019. Aliagiza kipindi maalum cha maombi katika jimbo zima, akikumbusha kuwa aliwaagiza mapadri wote wa jimbo hilo kusali rozari ya siku tatu mfulizo, yani novena, kuanzia Disemba 8, sikukuu ya mkingi wa dhambi ya asili ya Bikira Maria kwa nia ya kumwombea padri huyo, kanisa na nchi ya Uganda. Akitanua wito huo kwa jumuiya nzima ya kanisa Katoliki, Askofu Jumba aliwahimiza wa amini wote wa jimbo la Masaka majumbani, parokiani na hata jumuiya zao kusali novena ya siku tatu mfululizo wakiomba nguvu ya Mwenyezi Mungu itawale. Alieleza kuwa alitoa taarifa hiyo akiwa katika kanisa kuu la Bikira Maria wa huzuni, akirejea tukio chungu katika historia ya jimbo hilo, ambapo mwaka 1975 Monsinyo Clement Mukasa alitekwa nyara na hajawahi kuonekana tena. Asko fujumba aliwakabidhi waamini wa jimbo la Masaka katika maombi akimwomba Bikira Maria wa huzuni awaombe. Hadi sasa jimbo la Masaka bado halijatoa tamko rasmi kufuatia ufafanuzi uliotolewa na maafisa wa ulinzi wa Uganda. Wakati shauri hilo likitarajiwa kupelekwa mahakamani, macho ya wengi yataelekezwa katika kuzingatiwa kwa haki, mashtaka mahususi yatakayofunguliwa dhidi ya Padri Sakabira, pamoja na athari za kesi hiyo katika uhusiano kati ya kanisa na serikali nchini Uganda. Nchi ya Uganda imekuwa ikishutumiwa kwa kukiuka sheria za nchi hiyo na hata kuminya haki za binadamu. Katiba ya Uganda inaeleza kuwa mtu anapokamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi, ndani ya saa 48 anatakiwa kufikishwa mahakamani. hii ni Msasa Media.